Tunacheza hatuchezi? A, sawa sawa. Kwanza kabisa, kwa niaba ya mkurugenzi wangu hapa wa wanachama, mashabiki na masoko, ningeomba nianze kwa kuwapa shukrani kubwa sana kwa kujitoa kwenu kwa mapokezi mazuri ambayo mmetupatia leo. Timu yetu itaingia hapa Tabora siku ya tarehe moja, lakini leo mapokezi ambayo mmetuonyesha viongozi wawili ambao tumekuja hapa bila shaka, ujumbe utafika kwa wachezaji na wataona kwamba Tabora iko tayari kwa ajili ya mchezo wa tarehe mbili. Jipigieni makofi me sasa niwaambie kauli nyepesi kabisa. Tabora, hatujakuja kwa ajili ya mechi ya kawaida, tumekuja kwa ajili ya kulipa. Tumewaambia wenzetu wa Tabora United, ule uwanja jua liwake mvua inyeshe, kisasi cha Yanga kitalipwa. Niwaombe sana je, ndugu zanguni, tuendelee kuhamasishana mapokezi ambayo yamefanyika leo siku ya tarehe moja, timu ikiwasili hapa iwe mara kumi yake. Leo tukiondoka hapa, mjulishe rafiki yako mjulishe mwanachama mwenzio kwamba tarehe moja mabingwa wa nchi watashuka hapa Tabora, na tuna wajibu wa sisi wanayanga wote wa Tabora ne tukaipokee timu yetu. Mpo tayari kwa mapokezi makubwa? Mko tayari e? Mapokezi ni mazuri mm. Japo kuna vipingamizi vidogo vidogo mm. lakini tunashukuru mapokezi bado ni mazuri mm. Kama mwana Yanga, sasa mmejiandaje kuelekea mchezo unaofuata dhidi ya Tabora United? Ani sisi, kikubwa zaidi ni ushindi mm. kwa sababu mkubwa huwa hashindwi mara mbili yeah. anashindwa ni mara moja tu E. Kwa majina naitwa Edward Julius mwana Yanga kabisa damu na maji e. Sawa, tuambie shamra shamra hizi za mapokezi zinaashiria nini kuelekea mchezo dhidi ya Tabora United? Naashiria kwanza tu, Tabora United tuna sila nao sana ni nyumbani, lakini awamu hii wameingia cha kike e.